Kubadilisha kila kitu chema kionekane ni cha ovyo, lakini kitu cha ovyo kionekane ndicho kinafaa. Adui wa kwanza kwenye mashabu ya kiroho shetani, hana uchani na wewe. Bwana Yesu adrumi sana, Bwana Yesu alhurumia sana. Tunakwenda kuangalia adui wa pili, mwambie mwenzako msikilize, adui wa pili. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunakwenda kumuona adui wa namba mbili. Adui wa kwanza ni Shetani, lakini adui wa pili unaye hapo hapo. Hebu mguse mwenzako, haleluya, yuko salama. Haya, mwamishe kama melala, mwambie huyu aliyelala ndo adui namba mbili. Huyu wapendwa, Bwana Yesu asiwe tunga mkonako mkonakayaji Adui wa pili kwenye maisha yako ya kiroho, unamjua ni nani? Ni mwili. Hebu sema mwili kwa sauti, sema mwili kwa sauti, sema mwili. Hebu jigusa, sema wewe mwili. Huo mwili hauna huruma na wewe. Maandiko anasema mwili na damu havitaweza kurithi uzima wa milele. Haleluya! Mwili wako hautafika mbinguni. Hakuna mbingu ya vitambi Biblia nasema saa yaja kuwa itakapoficha waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, watatutangulia kuingia kachicha kwenda kumlaki Yesu mbinguni, na sisi tulio hai tutabadilishwa. Haleluya, tutapewa mili mipya. Hebu sema mili mipya, mili siyo haribika. Haleluya, mwili sio jawa na tamaa. Haleluya, hawezi ukaenda na mwili wako umejawa na tamaa Hivi nafika mbinguni, mwili umejawa na chama, staanza kumtongoza malaika, umependeza mbinguni eh? Ah, ah, ah, utaanza ah, kumtongoza hadi malaika limwili umejawa na chamaa hilo, limwili haitaweza kufika mbinguni, lazima utabadilishwa. Haleluya. Tutapewa mili mipya, mili isiyobeba magonjwa, mili isiyochota, mili isiyokuwa na nguvu ya dhambi, mili isiyobeba tamaa, mili ambayo itaimba pasipo kuchoka. Mtu mmoja ambaye mefiisikacilagasema kuimba ni kazi ngumu, kule mbinguni tutaimba, tutachota, nitamwambia haijui Biblia, tutapewa mili mipya. Haleluya, mili ambayo itafurahia kuimba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Starehe ya mwili wa leo ni nini? Kuna watu starehe zao ni uzinzi, yaani kichupa kipata milioni ishirini kumi na tano zote kwa makahaba. Kuna mwingine starehe yake ni chipsi, yaani mpaka ameambiwa na madaktari, acha mpendwa, punguza. Kuliko niache hii, bora nife chipsi. Punguza mafuta kwambia mzee mmoja akasema, kisukari na nyama watanizika. Ni, niache nyama kweli? Mzee hawezi kuacha nyama, kwa hiyo bora nizikwe. Haya, akazikwa kweli. Pika mishikaki anaagiza kilo mbili na pepsi za baridi mbili pembeni, anakula kilo mbili za nyama na pepsi anashushia, halafu na maji ya Kilimanjaro chupa kubwa la buku shaa. Kisukari kianza kumtafuna, madaktari mwambia punguza, niache nyama, niache nyama. Kwa nini msianiambia naache tembele? Mnanionea wivu kwa kuwa na pesa, ningeniambia naache tembele. Haya, kwa hiyo mzee anasemaje? Mtanizika. Haya, endelea. Mzee alikufa vibaya, mwili wote umetoboka, yaani ukiingia sebeli kwenda kum, kumjulia hali unakuta sebeli yote imejaa inzi usao unatoka kisukari. Lakini walioacha wakapona Isu ni kujikana mpendwa, unanielewa? Yeah. Ni kufanyaje? Yeah. Yaani, kati ya kuchagua kuishi na kuchagua chipsi akaona bora nichague chipsi, mpendwa. <laughs> Huo ndio mfano wa maisha ya utakatifu. Dhambi ni kama chipsi, dhambi ni kama Pepsi baridi, dhambi ni kama nyama choma. Mwili unaifurahia dhambi, tena unaenjoy unapofanya dhambi Ukiwaambia mwili kuanzia leo usitaki dhambi, mwili unalalamika, unasema huna akili wewe, unanitesa, unanitesa. nasema ponda mali kufa kwaja e, maisha yenyewe mafupi. Kwa maisha ni mafupi ndio ufe, ufe, ufe kwenye dhambi? Tumepewa maisha mafupi ili tutengeneze maisha yetu mazuri ya baadaye. Naongea na watu hapa, haleluya. Sasa utakatifu ni maamuzi magumu, kujikana kujikana ni kuumiza mwili ni kuumiza mwili yaani, kuna kipindi unaupiga mwili mwili, pakuna nyosha mikono eh. Nienda juzi bwana, kwenye mkutano wameandaa vitu vya kutosha. Mungu ananiambia siku ya kwanza, nimefika kesho, ni kufunga hiyo. Niliwaza nikasema hivi, haya haya, mimi nitakula lini sasa? Eh, samaki za bahari ya Hindi zimepangwa Mtu fija amepangwa tamani kula kila wakati nishughulikie lakini Mungu anasema maombi ya kufunga kuna kula wala kunywa. <laughs> Watu wanaandaa chakula. Mtumishi wa Bwana, utakula nini mchana tamani kusema kuku wa kuchoma. Hey, nitamwambia ratiba, mimi leo sili. Kesho tena? Sili. Kesho kutwa siri na ni kweli Mungu asingenipa hilo atiba sijui. Huenda kuna jambo ambalo singekaa sawa. Kwa sababu kulikuwa na vita sio kawaida. Kujikana mpendwa. Haleluya. Amen. Kujikana. Eh? Mbaji mmoja akasema kwamba maisha ya utumishi ni kama utumwa. Lakini ni utumwa mwema, utumwa wa faida. Haleluya. Amen. Maana kuna muda utatamani kula mazuri. Lakini Mungu anakuambia, ingia kwenye maombi. Mpendwa kujikana. Hebu sema mwili adui namba mbili. Tena bahati mbaya, mwili unatembea naye. Wagalatia ile tano kumi na sita, maandiko yanasema enendeni katika roho, maana kamwe hamtaweza kutimiza tamaa za nini? Za mwili. Ukisoma Warumi sura ya nane mstari wa tatu, hebu naomba mmoja alisomea Warumi nane tatu. Muda wetu bado mzuri sana. Warumi nane tatu. Aliyepata kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa tatu, ehe. Unaweza ukampa mic? Amna hasoma kwa sauti. Sheria ilikuwa dhaifu. mm-hmm. Nenda mstari wa sita. Kwa kuwa nia ya mwili ni kifo. Haleluya. Kwa, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, hebu sema nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Mwili hawezi kuitii sheria ya Mungu. Haleluya, naongea na watu hapa, amen. Nasema mwili wako hautaweza kuitii sheria ya Mungu. Mwili hautakubali kuyapokea mambo matakatifu. Mwili utakubali kupokea matakwa ya kimwili. Mili yetu imebeba mambo mengi. Ndani ya mwili kuna tamaa, ndani ya mwili kuna chuki, ndani ya mwili kuna kiburi, ndani ya mwili kuna ufisadi, ndani ya mwili kuna roho za kichawi. Tusome kwenye Wagalatia ugar hayo matendo ya mwili yamefichwa ndani ya mwili. Kwa sababu hiyo, mwili hautaweza kumtii Mungu hata siku moja. Ukitembea katika mwili huo, hatima yako ni mbaya, maana nia ya mwili ni uadui mbele za Mungu. Mnaeleweka? Mwili hauna urafiki, mwili hauna urafiki na Mungu, mwili hauna urafiki na vitu vitakatifu. Usiusikilize mwili maana mwili unawaza uharibifu, mwili unawaza mauti, mwili utakupeleka kwenye mauti. Mauti itakayopelekwa ni jehanamu, maana wenyewe sehemu yake ni katika dunia tu. Bwana Yesu aliumia sana. Mpendo, usicheze na mwili. Narudia, mpendo, usicheze na mwili huo. Tena mwili ni mbaya kuliko hata shetani. Bora shetani anaweza kaa mbali kidogo na wewe lakini mwili unaishi nao. Ukienda kuomba mwili uko nao, unaelewa eh? Tuko pamoja, uko na mwili tu. Ukienda sokoni uko nao, na kila unapotembea mwili una matamanio yake. Kuna vitu mwili una unavihitaji Ukienda sokoni na wahitaji wa kina mama fulani wenye miguu minene wenye mwili mnene hao huo mwili huo unahitaji weupe weusi. Mwili huo unahitaji kuiba. Mwili huo unahitaji kuongea umbea. Mwili huo unahitaji kucho, yani mwili una mambo mengi ya ajabu ajabu. Sasa usi, ukiusikiliza mwili umetengeneza wadui na Mungu moja kwa moja. Mwili uteushawishi kulipa kisasi nanilewa mwili mtakushawishi tena, mwili utakwambia acha ujinga wewe eh? uja kushikia kuna roho inaongea na wewe. Mawasiliano ya mwili na roho ni nafsi. Nafsi inawakilisha mwili. Matamanio ya mwili yote yanapita kwenye nafsi, kwa nafsi kuna wakati inachagua mambo yake. Kuna mahali unapita, mwili unakwambia unaonaje? Unaachaje kile kitu kizuri eh? Unaachaje. Anakuja fataki anakupa laki moja. Laki moja anakuambia twende tukawale gesi laki moja. Hafu tena nafsi nasema na wewe unaachaje, laki kwa dakika tano tendo la dakika kumi laki moja unaachaje? Eh, unaachaje laki moja? Lakini ujui hiye laki moja inakwenda kugharimu maisha yako yote, sio miaka mitano. Laki moja haita kugharimu miaka kumi Laiti na kugharimu maisha yako yote ya milele. Unapoteza kibali chako na Mungu kwa sababu ya laki moja. Esau alipoteza haki yake ya uzalio wa kwanza kwa sababu ya njaa ya siku moja. Hebu sema njaa, sema njaa. Akasema hiki chakula kina maana haya, anasema uzalio wa kwanza una kitu gani wakati mimi nakwenda kufa. Akaona haki yake ya uzalio wa kwanza haina maana yote. Wewe umebeba hati ya uzaliwa wa kwanza chama mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa mzaliwa wa kwanza ndani ya wenye dhambi na wewe, akakupa kibali cha kutoka na kuwa hai, maana maandiko anasema tumetoka mautini na kisha tunakwenda uzimani. Yesu amekutoa katika ulimwengu wa, wa mauti amekupeleka uzimani na umeibeba Usari wa kwanza umeibeba hati ya usari wa kwanza, mtu wa Mungu. Kuna mauti inapichapicha mbele yako, kuna ushawishi usio wa kawaida unakuzungukazunguka, unakwenda kupoteza thamani yako ya kiroho kwa sababu ya vitu vidogo vinavyopicha Siku ya kufunga, mimi nasema mimi nataka kula. Unakula. Wewe utumikishe mwili tu. Utavuna matunda yake. Kuna saa inafika uombee mwili wewe, kuanzia leo naweka pembeni. Nataka nikushughulikie. Haleluya. Haleluya. Mimi nateswa na tamaa hata nikiomba tamaa zitoke. Wewe hujazishughulikia. Upigiza huo mwili kwenye masaa 24. Uone kama kuna tamaa zitawaka. Hasa umezubaa, tunakula chipsi, unakulala. Unatandika makande sufuria yote unatulia. Eh, tafuta Mungu. Naongea na watu hapa. Mungu anataka tushinde, watu wa Mungu. Mungu anabidi anataka ajilie ndani ya kanisa, anataka tupone leo. Haleluya, haleluya. Wewe Bwana ufurahi, ujumbe umefika. Eh, eh, nataka watu waponi. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui namba mbili wa maisha yako ya kiroho ni huo mwili uliofaa kufika mbinguni. Mwili ni chama mtu aliyehukumiwa kunyongwa, mwili hauna cha kupoteza. Yaani, usiende kwenye maombi, usiseme mwili utakuhurumia, usikanyage kabisa, unaelewa? Ukija sasa ukaa, ukija kabisa ukikaa kwenye kiti kitamba, tayari mwili unasema jamani, jamani, jamani. Usisikiliza wanaoimba, hebu lala kidogo, unaanza kupiga usiku na koroma. Maombi yakiisha Kisima, amen, nawe, amen. Halafu ulikuwa mbali, unakata kuni milimani, unachota maji baharini eh, unapanda nyanya. Ulikuwa mbali kabisa ukuwepo, lakini wakati uchoka kwenye mambo mengine huo mwili hauchokaji. Unanielewa? Unanielewa vizuri, ila uchoka kwenye sehemu ya kutengenezwa na Mungu mwili unachoka, mwili unakuwaga Sikiliza. Chambua, hiyo ni adui yako namba mbili. Mwambie adui yangu, ya nimekuchambua leo, sitakupa ruhusa leo niteshe. Sitakupa ruhusa leo nitenda na kusudi la Bwana. Yale ambayo unayachata mimi siyachachi haleluya ya